Israel imevishambulia vinu vya nyuklia vya Iran usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya maafisa wakuu wawili wa kijeshi. Hali hiyo ni inaongeza hatari ya kutokea mapigano kamili kati ya mataifa hayo mawili hasimu katika eneo la mashariki ya kati. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Khamenei amesema Israeli itawajibishwa vikali baada ya mashambulizi hayo. Waliouawa ni pamoja na mkuu wa kikosi maalum cha walinzi wa mapinduzi Meja Hussein Salami pamoja na wanasayansi sita wa nyuklia na mkuu wa chuo kikuu cha teknolojia cha Azad mjini Teheran Mohamed Mehdi. Kwa mujibu wa televisheni ya serikali ya Iran, watu patao hamsini, wapatao hamsini wamejeruhiwa wakiwemo wanawake na watoto ambao kwa sasa wanapata matibabu katika hospitali ya Chamran mjini Teheran. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa dhamira ya mashambulizi hayo ni kuizuia Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia ambao wamesema ni hatari kwa usalama wa Israel. Mji mkuu Teheran na miji ya Qom na Tabriz ndiyo iliyoshambuliwa. Israel imeishambulia Iran wakati kukiwa na wasiwasi kwamba Iran inaendeleza mpango wake wa nyuklia. Huku hayo akiharifiwa, waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz ameonya kuwa nchi yake itaendeleza mashambulizi dhidi ya Iran ili kusambaratisha mpango wake wa nyuklia na kuondoa kitisho cha usalama kwa Israel. Kata amesema imewalenga makamanda wa kikosi maalum cha walinzi mapinduzi jeshi la Iran na wanasayansi inayoamini wanahusika katika njama ya kuisambaratisha Israel, akisisitiza kuwa ujumbe uliotolewa leo ni wawazi kabisa kwamba yoyote atakaye kuwa na nia ya kuiharibu Israel atangamizwa. Kwa upande wake kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito kwa pande zote mbili kujizuia na hatua zinazoweza kufanya hali ku na kuliteketeza eneo zima la Mashariki ya Kati. Mats aliyesema Netanyahu alimjulisha kuhusu shambulizi hilo dhidi ya Iran kwa njia ya simu iliyo asubuhi. Amesema Israel ina haki ya kujilinda pamoja na watu wake, huku wakisisitiza kwamba Ujerumani itaimarisha ulinzi kwa raia wa Israel wanaoishi huko. Marekani nayo kupitia waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Marco Rubio imesema ilijulishwa na Israel juu ya dhamira yake ya kufanya mashambulizi hayo, lakini imekanusha kuhusika kwa namna yoyote kwenye operesheni hiyo Utawa wala wa rais Donald Trump wa Marekani umekuwa ukijaribu kupata makubaliano ya nyuklia na Iran ili iweze kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa Iran kutokana na mpango wake huo wa nyuklia, lakini hadi sasa haijawa wazi namna shambulizi la leo litakavyoathiri kufikiwa kwa mpango huo. Ripoti yake Amina Abubakar. Wimbi hilo la mashambulizi ya anga kati ya Israel na Iran limeendelea kuibua hofu duniani, huku mashirika ya ndege yakibadili njia zao na masoko ya mafuta ya hisa yakiyumba vibaya. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA Rafael Grossi ameonya kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia yanaweza kuwa na madhara makubwa. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Grossi amesema yuko tayari kusafiri kwenda Iran haraka iwezekanavyo kutathmini hali baada ya kituo kikubwa cha nyuklia cha Natanz kushambuliwa. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna ongezeko la mionzi iliyoripotiwa, huku vituo vya Fordo na Estafan vikiripotiwa kuwa salama. Akilihutubia Baraza la Magavana wa IAEA, Grossi amesema I have repeatedly stated..., nimesema mara kwa mara kwamba vituo vya nyuklia havipaswi kushambuliwa bila kujali muktadha au mazingira kwani hatua hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa watu wa Iran, ukanda mzima na dunia kwa ujumla. Waasi wa kihuthi nchini Yemen wamelaani mashambulizi hayo ya Israeli wakisema, Iran ina haki kamili ya kujilinda na kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Wamesisitiza kuwa Iran ina haki ya kujibu mashambulizi hayo kwa njia yoyote ile. Pakistan, ambayo ni nchi pekee ya kiislamu yenye silaha za nyuklia, pia imelaani vikali mashambulizi ya Israeli ambapo waziri wa Aliandika kwenye ukurasa wa X kuwa Pakistan inasimama katika mshikamano na serikali na watu wa Iran. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitri Peskov, amesema Urusi inalaani hali hii na inatoa wito kwa pande zote kujizuia. Ubalozi wa Urusi umeshauri raia wake kuondoka Israeli na kuepuka safari za kwenda Iran. China, kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya nje Li Jian, imeeleza kupinga uvunjaji wowote wa wa mamlaka na usalama wa Iran na kusisitiza kwamba ongezeko la mivutano si katika maslahi ya upande wowote. Uturuki nayo na imelaani mashambulizi ya Israeli ikisema ni ukiukaji wa uwazi wa sheria za kimataifa na kuyataja kama uchokozi unaolenga kuvuruga uthabiti wa eneo. Ankara imeonya kuwa mashambulizi haya yanakuja wakati wa mazungumzo ya nyuklia na yanaweza kuhatarisha amani ya kikanda na kimataifa. Kwa upande mwingine, mashirika ya ndege duniani yameanza kuchukua tahadhari kali. Anga ya Israeli, Iran, Iraq na Jordan imefungwa kwa sehemu kubwa, huku mashirika kama Lufthansa, KLM, Emirates, Air India na Qatar yakisitisha safari zao kuelekea maeneo hayo au kubadili njia zake kupitia Misri, Saudi Arabia, Uturuki na Azerbaijan. Kampuni ya ushauri wa usalama wa anga Osprey Flight Solutions imesema hali hiyo imeongeza mzigo kwa sekta ya usafiri wa anga duniani. Takwimu za Eurocontrol zinaonyesha kuwa anga ya mashariki ya kati hupitisha zaidi ya safari elfu moja na mia nne kila siku kati ya Ulaya na Asia, hali ambayo sasa imevurugwa vibaya. Katika masoko ya fedha bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya asilimia kumi na mbili huku masoko ya hisa yakishuka kwa kasi. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuibuka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika eneo hilo.